Mepokea kwa faraja kubwa e, mwaliko wa kushiriki katika mkutano mkuu wa chama cha maafisa mawasiliano wa serikali tako mwaka 2025, mkutano ambao uongozi wa tako umeamua kuufanyia katika mkoa wangu wa Morogoro kuanzia tarehe nane hadi tarehe kumi na mbili mwezi Aprili mwaka 2025. Chama cha maafisa mawasiliano wa serikali ni umoja wenye umuhimu wa kipekee sana katika uwasilishaji wa taarifa mbalimbali na habari mbalimbali mbali, na mfumo mzima wa mawasiliano baina ya serikali na wananchi wake na jamii ya Watanzania, Tanzania kwa ujumla. Kupata mkusanyiko huu, mkutano wenu mkuu, ambao utakuwa na waandishi au wadau mbalimbali mbali wa tasnia ya habari kama mia tano Eh, kusanyika hapa Morogoro ni jambo zuri sana, naomba ni niwashukuru sana kwa kuchagua mkoa wa Morogoro kama sehemu yenu ya kufanya mkutano wenu mkuu. Naomba niwakaribishe, niwahakikishie kwamba eh, mtafurahia muda wenu mtakao kuwepo Morogoro. Nimepata taarifa pia kwamba eh, mtapitia kwenye vituo vya utalii mbalimbali ndani ya mkoa wa Morogoro. Mkoa wa Morogoro sasa hivi Eh, ndio ndio mwelekeo mkubwa wa utalii wa ndani Tanzania, eh, kwa sababu unafi, inafikika kiurahisi mm-hmm, kwa uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali wa SGR wa treni ya mwendo kasi. Kwa hiyo ukiwa Dar es Salaam au umetokea Dar es Salaam, umfika Dar es Salaam kutokea Zanzibar ama kutokea Tanga ama kutokea Lindi na unataka kwenda sehemu ya kufanya utalii wa ndani una una nafasi ya kwenda Mikumi na kwenda na kurudi au na kwenda Uduzungwa eh, ambayo ni ni hifadhi ya kiekolojia katika hifadhi bora duniani za kiekolojia ambayo sisi tuna mkoa wa Morogoro na Tanzania. Tunaomba mtumie fursa hiyo, nimeambiwa kwamba mtatumia fursa hiyo, lakini pia naomba na nimeambiwa, nimehakikishiwa kwamba mtatumia fursa hiyo kuzunguka kwenye maeneo mbalimbali ya Morogoro ya kiutalii e, na nataka niwahakikishie usalama wenu, lakini pia na faraja ya mkoa wa Morogoro na wananchi wake kuwapokea nyinyi kama wageni wetu kwa muda wa takriban kama hizi siku sita saba mtakao kuwepo pamoja na sisi. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii tena kuwakaribisha katika mkoa wa Morogoro e, na kuwatakia mkutano uh, wenye heri na mafanikio makubwa mkutano ambao utaenda kuboresha mfumo na utaratibu wa mawasiliano na kupeana taarifa baina ya serikali na wananchi wake wa Tanzania. <tune>